Chekeni Salumu ni msichana aliyezaliwa bila mikono lakini alijifunza kuandika kwa miguu tangu akiwa mdogo. Leo hii anasoma shahada ya sheria na sharia katika chuo kikuu cha Kiislamu cha Morogoro, Tanzania. Anatokea wilayani Masasi mkoani Mtwara katika familia yenye hali ngumu ya kifedha, lakini moyo wake umejaa matumaini na malengo makubwa ya siku za usoni. Kwanza kwangu kuandika kwa miguu ilikuwa tu siku moja, nimekaa mwenyewe nikachukua kijiti nikaanza kuchorachora chini, e, nikajikuta naandika jina langu, hata sijaanza darasa kwanza. Nikaandika jina langu la babaangu pia, nikaandika jina langu, jina la mjomba wangu. Nilipojifungua Chekeni, yule amekuja vilevile, hana mikono, atukujua Mungu ametu ametuandikia nini. Tumekaa naye, nimekaa kwa baba yake, kutokana na mazingira siyo mimi nikaamua kuchukua maamuzi ya kurudi nyumbani, nikawa namlea peke yangu pamoja na baba mzazi. Kuitelekeza familia haikuwa kikwanza kwa baba mlezi kushiriki katika malezi ya Chekeni. Awamu ya kwanza kabisa kuongea naye, alinielekeza lakini aliniambia na watoto wawili, lakini kwamba hakuniambia kama mtoto mmoja ni mlemavu. Ila nilipopanganika safari yangu kuja hapa kuja kuishi naye, huyu mama akanielekeza na yule mtoto alivyokuja nimemwona, nikasema sawa, siwezi kumnyanyasa huyu binadamu, kama binadamu tu wengine. Chekeni anakabiliana na mitazamo hasi ya jamii na changamoto za familia, lakini ujasiri wake unamsaidia kupambana nazo. Ndio, japo kuna watoto ambao wananicheka, ila sio kwa mwenzangu ambao ninaishi nao. Sawa, hawawezi wakanicheka kwa sababu wanajua, ila kwa watoto wadogo unakuta wanacheka. Mbali na familia Chekeni anapata msaada kutoka kwa marafiki, mashirika ya kijamii na walimu, na kumjengea matumaini, uthabiti na uthubutu wa kufikia ndoto zake. katika kitu kilicho nisukuma nisikati tamaa na niendelee katika kusoma, nataka siku moja nije kuwasaidia ndugu zangu waliokata tamaa na elimu pia na jamii kwa ujumla bora ili nje kusaidia jamii yangu. Safari ya Chekeni Salumu ni somo kwa jamii kuhusu nguvu ya azimio, upendo wa familia na umuhimu wa kuondoa mitazamo hasi dhidi ya watu wenye ulemavu.